Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nimewaleteeni sehemu ya nne ya mwanamke wa usiku. Sehemu ya tatu imeishia pale kijana Shaban amekuja kugundua kwamba mzee Ali ni mchawi na warafiki zake na wengine wao. Sasa ndio alikimbia akakuja kubaini kwamba alikuwa kikunywa damu siku zote, akijifikiria ni pombe. Basi msikose kusubscribe na comment ili tuwaletee mikasa tofauti na masimulizi. Karibuni sana, asante, naam. Kijana Shaban anatudisia kwamba kipindi alipomaliza kuongea na yule bibi ambaye baadaye tutamuita jini, kisha akakaa akifikiria kwamba nini atakachokifanya ndio akasema acha atoke kwanza pale kidogo, aende dukani kuuza chakula. Basi inabidi arudi aende kwanza auze chakula. Sasa alipokwenda kuuza chakula, ndio sasa akakutana na binti mmoja ambaye kwa grafiki tu wakisoma sana kwa zamani, anaitwa Maimuna. Sasa ndio akamsalimia, vipi Maimuna? Maimuna akamjibu poa Shaban, mbona za siku nyingi, ulipotea wapi? Shaban akamwambia bwana, nimekuwa unajua hali ya maisha ya hapa Tanzania. Akamwambia o, sawa basi, eh nataka kusaidia nini? Ndio Shabani akamwambia anipatie mkate na chai, hapo akampatia. Ndio Shabani akatumia ankini akakuwa mwangila sana ile binti. Shabani yeye hakujua kama huyo mrembo Maimuna Binti ya ule mzee Ali ambaye ndio mchawi anayemkimbia kila siku. Sasa akamaliza kunywa chai chake na mkate wake, kisha akamwangalia Maimuna akamwambia kwamba anaelekea nyumbani kwake. Alipofika nyumbani mwake, akakuja kushangaa na kusikia harufu ya manukato ambayo alikuwa akisikia kwa Husna na ambaye na, na pale kipindi ambapo alikuwa akitoka kulewa huko kwa rafiki zake, akipita chini ya mtaa anasikia harufu hiyo ya manukato. Sasa ndio Shabana akabaki akijifikiria, hivi kweli haya manukato ni ya wachawi? Manukato ni ya majini? Ni manukato ya nini? Kwa sababu simulizi nyingi wake kwamba kwamba unaposikia manukato kwa waamini kwa majini akafikia, akasema, majini sehemu sehemu, akasema potelea mbali, maana hakuna sina ubaya na Kala, lipo, la, la ona, mzeali, na wakalala zake zake. Kipindi alipolala tunaona mzee hali wachei wenzake katika kilinge ukijana Shabani Shabani, kwani sasa sasa wanataka wajue kwa nini amewakimbia, alikuwa alivuta bangi ama kuna kingine kinaendelea. Mzee akafanya mambo yake pale kubaini kwamba Shabani aliwaona kama ni wameshtuka, a a kuani ama saawa kijana ametugundua na ndio alimpa dawa ya kutugundua kwa msingi wa chai, ndio maana sisi tukawa kunywa kunywa pombe. Tutamwonyesha basi. Hata mzee na mimi nimfuate. Wote wakamfuata pale wa chai, wakaelekea kule. Shabani pinda milala anajidai kwamba amejisi ndani, kama kuna watu wanataka kuja hiyo sehemu si njoo. Akashtuka kwanza, akasema mm, acha nikae macho ili niangalie ki pigani kitani kuja ndani ya nyumba yangu. Akajifanya sana mwenye milala. Ghafla akaanza kusikia kishindo kikubwa sana ndani ya ua la mabati. Ameshangaa na kuogopa, akasema acha nipe ufasili ili niangalie kitu gani. Aliukia alifumba jicho moja, lingine liko wazi, ila wao wachawi w walikuwa walimuona kama milala akakuja kumshangaa. Shabani, ambaye na warafiki zake ambao wale wanaume wakaichenga na pombe, alishangaa sana Shabani. Akataka kuogopa ila akasema cha nini, akajivika ujasiri, aliangalia mwisho wao, kipindi wanataka kifa, kipindi wakifanya mambo yao, akimwangalia Shabani anahisia kwamba alikuja kushtuka. Sasa mmoja wao wamepotea katika mazingira ya kutatanisha na wengine wawili wakanaswa ghafla. Sasa Shabani akashangaa sana kuona rafiki zake ambao walikuja kumuulizia mke na mchumba, na wengine rafiki yake wengine ambao kwa ghafla, akashangaa sana kwamba Rafiki zangu kumbe nyinyi ni wachawi, kwa nini mnakuja kunifanya kitendo kama hichi eh? Nimekuwa nishali jua hilo kama nyinyi ni wachawi. Hata wewe mzee hali najua, najua na yeye pia ni mchawi. Wale wakosa cha kusema, walikuwa kimya, maana wamenaswa, hawana cha kujitetea. Hata Shabani yeye amekuwa majui kipi kilichowanasa ikawakamatia hapo sehemu walipo. Sasa ilipofika majira asubuhi eh? Sasa wazindue ila ameshindwa gezi ya tanzia kwa sababu sio yaliyo wanasa. Akaangalia akifikiria sasa, ndio akasema, cha kwanza niangalie kipindi cha kifanya ama niende kwa mtaalamu nione kama atakuja kuwasaidia. Sasa kipindi anaenda kwa mtaalamu, sasa akuja waite, amuite mtaalamu akuja waondoe pale walipo nasa. Kipindi anajiandaa ili aelekee kwa mtaalamu kwenda kumuita, akuja wanasu hapo walipo nasa, akashangaa kuna namba ya kigeni anampigia kuja kupokea na kusikia, ndio ile mrembo ambaye ni husi na maana kwa kiuza sana manamba. Akamwambia Shabani, vipi? Akamwambia hapo wanatenda Akamwambia mi nata kwenda kwa mtaalamu, maana wachawa wamebana hapa. Ule mwanamke akacheka sana. Akamwambia mbona unacheka? Nikamwambia mimi nawajua, sio ni wawili wengine sio walikimbia, ashabana? Akashangaa akasema livijuaje kama walinasa wawili au wengine wakakimbia, kwani wewe ni nani? naambia unaambia ukweli na msikose kutufuatilia katika sehemu ya tano ijayo, tutawadisia gisi gani eh, alikuja kugondoa mwanamke kwamba ni kiumbe gani. Maana alikuwa alishangaa sana huyo mwanamke, kumwambia libana wachawi wachawi wamenaswa hapa, atamcheka na kumwambia wewe ni nani, ila kumtaka kumjibu. Basi kwa sehemu ya tano, naisi atamjibu kumwambia ni nani na wachawi walifuata nini hapo. Karibuni sana, msikose kusubscribe na comment. Asante.